Karibu. Huku maeneo mbalimbali yakiendelea kukabiliwa na baa la njaa kutokana na makali ya kiangazi, serikali imetakiwa kuwekeza zaidi katika ukulima endelevu hasa mashinani. Wakizungumza katika uzinduzi wa mradi wa ukulima endelevu uliofadhiliwa na shirika moja lisilokuwa la kiserikali la Gapeka Children Hope Center katika eneo la Langobaya kaunti ya Kilifi, wadau wa kilimo katika eneo hilo wamesema kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ipo haja kwa serikali kuwezesha wakulima wadogo wadogo kupitia ukulima wa kisasa kama njia moja ya kupunguza makali ya kiangazi. It can be, and we started already, teaching people how to do sustainable advocacy. Wakati umefika sasa wakaweze kubadilisha na wakaweze kuweka focus yao kubwa katika masuala haya ya kilimo, hususan kuwekeza kutumia fedha ili wakulima wakaweze kupatiwa nafasi nyingi wakaweze kujiendeleza. Wito wangu kwa wakulima, hasa wale ambao wametoka eneo hili, ni kukumbatia hii fursa ya kipekee ambayo umejitokeza, kwa sababu si maeneo mengi ambayo yanaweza kupata fursa kama hizi. Kwa hivyo, naomba washirikiane na shirika letu pamoja na washikadau wote ambao tumekuja nao pamoja, ukitia ndani chuo kikuu cha Pan University, aa, na mashirika kama vile Coast Farmer mare agro, agrovet na washikadau wengine wote ambao tumekuja pamoja kushirikiana kuweza kuelimisha wakulima. Kichukua mtoto mmoja, tumsomeshe, inachukua takriban miaka mingi ili mtoto kuja kuwa na manufaa katika jamii ama katika familia yake. Kwa hiyo basi tukaona ili kusaidia hiyo hali tuweze kuanzisha projects za ukulima na tuweze kuempower through farming, so that when they get the skills wanaweza wakalima, wakauza vitu na wakajisaidia kulipa school fees, kununua uniform, vitabu na mahitaji madogo madogo. Tunahitaji kupanuka ili tumalize makali ya njaa katika eneo letu, na pia tupate ya kuuza ili tuendeleze jamii zetu.